Eh, ni aje? Ah, poa. Kwa aje? Ah, niko poa. Kuenda Fedha ni pesa ngapi? Ah, hapo Fedha tunaenda ngana 50. Oh, 50 bob. Eh, buni ekea namba yako hapa nikulipe. Inaleta jina gani? Iyo iyo imekuja. Imetuma. Umetuma? Hata nipande twende. Ah, sawa, panda. Alafu semi unabeba. Nataka twende hivi kwa nyumba, uchukue mwenye nataka upeleke. Siyo yetu. Eh, nilikuwa nataka upeleke chali yangu. Ako wapi? Ako hapo kwa nyumba hivi tuende, si mbali ni... oh, ni hapa hapa, tu karibu? Tuende basi. Ah. Eh. Haya, si ndio? Siwezi kawia. Changamuka hey! Yes. Yes, mbali ni hapa tu karibu, ukawi, si ndio? Siwezi kawia, changamuka Bana jambo, ushamjenga eh? Sasa mimi niende? Sitaweza, sitaweza, sitaweza, sitaweza. Tutaenda bro. Aha. Tafadhali wacha nirudishe, ndio.